Karibu mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kutazama. Rais William Ruto amefanya mabadiliko katika nyadhifa za makatibu wa wizara ikiwemo kuwapandisha vyeo maafisa wakuu na kuwateua makatibu wapya. Mtazamaji, miongoni mwa uteuzi huo ni Profesa Edward Kisiang'ani aliyeteuliwa kuwa mshauri mkuu wa wanachama wa baraza la rais la washauri wa kiuchumi ambapo mahala pake sasa pamechukuliwa na Stephen Isaboke aliyekuwa afisa mkuu wa masuala ya udhibiti katika kampuni ya MultiChoice. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amepata jukumu jipya kuhudumu kama mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa kudumu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi, UN Habitat hapa jijini Nairobi. Kwenye mabadiliko makubwa serikalini, Rais William Ruto ametangaza uteuzi wa makatibu wapya miongoni mwa wale waliopandishwa cheo ni amos gathesha aliyepandishwa kutoka jukumu lake la awali katika utumishi wa umma hadi naibu mkuu wa utumishi wa umma wakati huo profesa edward kisiang'ani ambaye amekuwa katibu wa utangazaji na teknolojia katika wizara ya habari mawasiliano na uchumi wa dijitali sasa atatekeleza jukumu la mshauri mkuu na mwanachama wa baraza la rais la washauri wa kiuchumi mahala pake patachukuliwa na Stephen Isaboke aliyekuwa mkuu wa masala ya udhibiti katika kampuni ya MultiChoice. Katika sehemu ya mabadiliko hayo, makatibu 14 wapya wameteuliwa wakiwemo Jane Kare Imbunya, Regina Koth Ombam, Cyril Wangunda Odede na Caroline Wanjiru Karugu ambao wote ni washirika wa karibu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Wengine wapya ni pamoja na Oluga Fredrik Ouma, Hamed Abdusalan Ibrahim na Judith Naiyai Pareno. Kwenye mabadiliko hayo, maafisa kadhaa wamehamishiwa idara tofauti. Hawa ni pamoja na Profesa Julius Bitok anayebadilishana nyadhifa na Dr Belio Kipsang akihama kutoka idara ya uhamiaji hadi kwenye idara ya elimu ya msingi ambapo Belio amechukua mahala pake. Kadhalika, maafisa wengine wakuu wamepewa majukumu mengine, huku Teresia Mbaika akisimamia idara ya uchukuzi wa ndege, Ismael Madei akisimamia idara ya mipango maalum na Hari Kimtai akihamishiwa kutoka huduma za matibabu hadi idara ya uchimbaji madini na Elija Mwangi akisimamia idara ya michezo ambayo awali ilisimamiwa na Peter Tum. Rais Ruto pia ameanzisha idara mpya katika wizara ya elimu. Profesa Abdul Razak Shaukat atasimamia kitengo hicho kipya cha sayansi, utafiti na ubunifu, sekta ambayo imetenganishwa na elimu ya juu ambayo kwa sasa inasimamiwa na Beatrice Nyangala. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amepata jukumu jipya akiwa mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa kudumu wa Kenya katika shirika la umoja wa mataifa kuhusu makazi, UN Habitat jiji Nairobi. Vilevile, Rais Ruto amemteua Peter Tum kuwa balozi wa Kenya katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, DRC. Naye Alfred Omundo ameteuliwa kuwa naibu mkuu wa ujumbe wa nchi Ubelgiji. Ben Chumba, Darubini.